Katika jimbo la Vunjo kuna makampuni mengi ya simu yaliyowekeza minara ya simu katika vijiji mbalimbali. Je, minara hiyo iko katika vijiji gani? Na je kuna mikataba kati ya makampuni hayo ya simu na vijiji hivyo? Swali hili limeelekezwa katika wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia. Asante sana, maneno yako yawe speaker, ya na neema. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya waziri wa Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dr. Agostino Liatonga Mrema mbunge wa Vunjo lenye sehemu A, B na C kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, jimbo la Vunjo lina takribani minara 46. TTCL ina minara 13 katika maeneo ya Mabungo, Marangu Mtoni, Uchira, Himo njia panda, Marangu Rauya, Marangu ya Songoro, Mamba lya Kirimu, Mwika, Kirua Vunjo Kilema Marangu Kinapa na Himo. Zantel ina minara miwili katika maeneo ya Himo na Mabungo. Airtel ina minara kumi na kumi katika maeneo ya Kibosho Mweka Uru Mashariki Korini Juu Kilema Kirua Vunjo Marangu Marangu Mrokora Mabungo na Kahe. Helios Towers Tanzania ina minara thelathini na moja katika maeneo ya Mabungu Capricorn, Mwika Hill Mango Parish Holili Kilema Marangu Mabogini Kirua Vunjo Ngoyoni Pumwani Longoi Mamba Kokirie Marangu Mtoni Uru West Kibosho Kindi Marangu Mrokora Mbokomu Himo Himo tu Himo Mwika Sokoni Liamungo Kibosho Marangu Mabungo Kilema Kidia Bishop Arisi Kahe na Newland. Aidha, Mheshimiwa Spika, ieleweke kwamba kampuni ya simu ya Vodacom na Tigo zinatumia minara ya Helios Towers. Mheshimiwa Spika, mikataba iliyopo ni ya ardhi baina ya kampuni ya simu na mmiliki wa ardhi ambamo minara imejengwa. Na mikataba ya ulinzi ni kati ya kampuni ya simu na kampuni za ulinzi ama serikali za kijiji. Mheshimiwa Spika, mwaka 2014 zaidi ya shilingi milioni 235 zililipwa kwa wamiliki wa maeneo ambamo minara hii imejengwa. Aidha, baadhi ya wa wakazi hupata kazi mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na kazi za ulinzi wa minara kupitia kampuni za ulinzi zilizoingia mikataba na kampuni hizi za simu. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Spika, upo uvumi kwamba minara hii huwa inatoa mionzi ambayo ni, ni hatarishi kwa afya ya binadamu. Sasa ukiangalia hii minara yote hii imewekwa karibu na maeneo ambayo ni makazi ya watu, ningependa kujua ukweli wa uvumi huu ili wananchi waweze kuwa katika hali ambayo wanaiona wana hii minara kwamba ni kwa faida kwao na kuilinda, badala ya kuona kama ni adui kwa maana ya kuhatarisha afya zao. Swali la pili Mheshimiwa Spika, nilikwisha uliza hapa bungeni kwamba serikali na mpango gani wa kufanya mawasiliano na makampuni ya nchi jirani ili kuondoa adha ambayo wanapata wananchi wa mipakani kwa kuingia kwenye roaming services bila wao kujua na hivyo kuwasababishia kuwa na matumizi makubwa sana ya simu. Kwa mfano, kule jimboni kwangu maeneo ya Rongai Tarakea, Kahe, eh, yote hayo maeneo ya ukanda wa chini, Roaming services zinakuwa ni, yani ni kama compulsory hivi, maanake ukiingia tu pale unaona Safaricom ukipiga tayari umeshaliwa. Hasa wananchi wa jimbo langu wataendelea ote, mpaka lini kuingia katika gharama hizi? Ni, li, ni mwisho wa gharama hizi utafikiwa? Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, nadhani nimeelewa majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia, napenda kujibu masuala mawili ya Mheshimiwa Joseph Salasini mbunge wa Rombo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, swali la kwanza kwa kweli linajibiwa na swali linalofuatia la Mheshimiwa Uh, Mariam Kisanji. Lakini kwa kifupi tu niseme kwamba serikali imetunga kanuni mpya uh, zilizopo kwenye gazeti la serikali namba 32 zinazodhibiti uh, mitetemo pamoja na kelele ambazo zinatokana na, uh, na minara iliyo karibu na maeneo ya watu. Lakini utafiti uliofanywa na taasisi za kimataifa na taasisi zetu unaonyesha kabisa kwamba hakuna athari za kimionzi kwa minara kuwa maeneo ambayo yamewekwa na kabla kila mnara kujengwa, huwa uh, tathmini za kimazingira zinafanyika kuhakikisha kwamba hauna athari kwa watu. Ila napenda kutoa wito kwa maafisa wa mazingira kwenye halmashauri zote wafuatilie hii GN, hii kanuni, kuweza kuhakikisha kwamba malalamiko ya mara kwa mara ya wananchi juu ya minara kuwa ni kelele za jenereta na moshi unaotoka kwenye jenereta na taa wakati mwingine kali inawekwa pale ili kuhakikisha kwamba minara hii inazingatia kanuni hii iliyowekwa na serikali. Kuhusu swala la roaming uh, ni kweli kwamba bahati mbaya mawimbi ya redio hayafuati mipaka ya nchi. Kwa hiyo minara inawekwa mipakani, mawimbi yake yanavuka kwenda kwenye mpaka wa nchi nyingine ila uh, konsani ya mheshimiwa Selasini ya kweli na sisi tutahimiza makampuni ya simu ya upande wetu yaweke minara yenye nguvu zaidi uh, ili wananchi wa maeneo yale ya mipakani waweze kupata signal za minara yetu. Lakini kingine ambacho uh, watumiaji wa simu wanaweza kufanya ni kwenda kwenye settings za simu na kuzima uh, roaming uh, ili kuondoa uwezekano wa ile roaming kuwa automatic lakini nakubaliana na, na, na mheshimiwa Selasini kwamba kwa maeneo mengi ya mipakani ni tatizo na serikali inalifahamu.